Bismillahir Rahmanir Rahim. Mimi swala langu niko ena B. Swala la mwanzo nimepewa duka na mtu kuuza, akanipangia bei zake kama kitu changu uza elfu kumi na tano. Mimi kwa ujanja wangu na yule mtu ananilipa mshahara ni ajiri, bei uza elfu kumi na tano lakini ujanja wangu nikauza kwa elfu ishirini elfu kumi na saba zile zingine ninakuwa nachukua mie, mimi mimi muuzaji. Swala B, mfano kuna kitu mtu kanituma kitu hichi, kinauziwa elfu ishirini kanambia hasakanu, kitu fulani kinauziwa elfu ishirini mimi nikaenda kule kununua kile kitu, pafika kule ngafanya maarifa yangu pai, ngauzia elfu kumi na saba elfu kumi na nane zile nyingine nikirudi ni za kwake, nirejeshe yule, au zile nahitaji mimi kuchukua mimi zilizobakia, kama ni elfu mbili na elfu moja Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika sura ya tano aya ya kwanza Allah ametuambia ya ayuha alladhina amanu aufu biluqudi, enyi waumini tekelezeni makubaliano mikataba. Kama wewe ni muajiriwa, mumekubaliana na aliyekuajiri, anakulipa mshahara, ukiingia kazini wewe pale unakuwa ni milki, milki ya yule aliyekuajiri. Yeye ndo mwenye authority na power juu yako, upaswe kumwendea kinyume. Lolote unalolifanya unaweza ukafanya, lakini umtaarifu, awe awea na kile unachokifanya, maana unaweza ukafanya mambo yako kwa siri ukamuharibia yeye, au ukamuharibia wateja wake. Kuna mtu alitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kukusanya zaka, sio kukusanya, kuchukua. Yani huko lishapele kwa agizo kwenye jimbo fulani, kusanyeni zaka zenu, atakuja mtu kuchukua. Kwa hiyo katumwa mtu akachukue tu mzigo au lete makao makuu Madina. Kwa ukarimu wa Waislamu wale watu wakule, wakampa zawadi, wamempa kile kinachotakiwa, alichoagizwa wakampa na wao binafsi zawadi. Kama mi nimekuja kwenu mnaweza mkanipa boribo hapa mbili na nini, lakini pengine nimetumwa na ofisi, ofisi ya ya mufti, mufti. Sasa nikifika kule ofisi ya mufti, na kipakacha changu cha boribo nimekiweka pembeni hivi na pengine bahasha ya shilingi elfu kumi Msimbazi nimeficha, hata nihoji sasa, mbona hivyo vingine umebania na umeondoka hapa ofisini huna kitu? Hivi vyangu mie nimepewa zawadi hawakuelewi kuwa umepewa zawadi. Kwa hiyo mtume alimtuma mtu akachukue mzigo. Aliporudi kapeleka mzigo na wakwake anao mfukoni, akamuuliza "Ha, hicho ni nini? akasema huu wangu mie nimepewa mie. mtume akamwambia maneno kama ingekuwa sisi tungesema tumetukanwa. Kamwambia, ungelikaa kwenu kwa baba ako na mama ako ungepata huo. Sisi tunakutuma kazi alafu unakuja hapa unasema nimepewa mie salimisha hapa kile, akanyang'anywa kikabakia, kwa sababu katumwa kaajiriwa kazi. Sasa na wewe ukiwekwa pahala mmekubaliana na mtu ana kampuni yake, usimchafulie, fata masharti, tekeleza kama mlivyokubaliana kwenye mkataba wenu wa ajira. Chochote utakafufanya tofauti umtaarifu, angalau upate ridhaa yake. Basi kama ni hivyo tat tatizo chukua kama hakupenda atakupa maelekezo. hicho kitaniharibia, hivi na hivi na hivi, bora ufanye hivi na hivi na hivi au mimi nitakupa basi bonus nikikutuma safari ya nje. Hivi ndo watu wanavyokwenda. Transparency matters a lot, ule uwazi unahitajika. Usifanye khiana, ukaficha ficha vitu. Haupendi vitu vya vya kuficha ficha, Uislamu. Wallahu aalam. Lakini ngumu hiyo. Sasa hivi maana yake hata anayeajiriwa kwenye idara idara huibinafsisha ikawa yake ana mamlaka nayo anajikombea tu vitu pale. Naam, muulizaji mwingine rahmatullahi wabarakatuh. Swali langu Sheikh lipo katika upande wa tauhidi, sijawahi kuuliza lakini nimewahi kusikia katika namna mbili tofauti, kwa hiyo naomba nawe utupe fikra juu ya hili nenyatan <laughs> no, no, no, yes. sio <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yani yes. no. namna ya tatu yani, nitaeleza hivi ambavyo mmevisikia hili swala sasa, wewe tuweke wazi vilivyosahihi. Sio ongeze namna ya tatu, wanaulizana kuhusu Allah, Mwenyezi Mungu yuko wapi? Wanasema Mwenyezi Mungu upo juu, mwingine mm. anasema hapana, Mwenyezi Mungu kaenea kila pahali kwa hiyo inshallah, tutaka utufahamishe aina Allah ndio. Assalamu alaykum mm. wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh anasema kuna swala linamkanganyiko wengine wanasema Mungu yuko juu yu, wengine wanasema kaenea kila mahala. Sasa sahihi ni ipi? Kuna masala sisi kama binadamu tumewekewa mipaka hatutakiwi kuyajadili, moja ni hilo linalohusu shakhsia ya Allah hatuwezi kumshepu kwa sababu mwenyewe kasema laisa kamithlihi shay'un, Allah hafanani na chochote wa huwa samiul basir. Lakini anasikia na anaona, ila haoni kama tunavyoona sisi, mpaka tutumie macho. Akikutoga mtu spoki huoni tena. Ye Allah haoni kama unavyoona we na hasikii kwa kutumia masikio kama weye. Hasa ukisema yuko juu yu, umemtengenezea Allah haiz haiz manake ni eneo fulani, yuko kwenye location fulani. Kwa hiyo akiweko juu huku chini hayupo, kitu ambacho sio sahihi. Ukisema kaenea kila pahala, itabidi akili yako uitume kwani kakaa kama nini. Ndo kama humwangaza sehemu nyingine zina kiza, utasema kwenye kiza yeye hayupo, kwa sababu uthibitisho Allahu nuru samawati wal ardi. Sio sahihi. Aliulizwa Abubakari kuhusu masala ya Mungu mwenzetu umeitwa Sidiki kwa sababu imani yako kwa Mungu kubwa. Kwa hiyo kila li abi Bakari ni Sidiki. Aliambiwa Abubakari Sidiki, ya sidiku, ewe sidiki. bima arifta rabbak, wewe hasa mola wako unamtambua tambuaje? Mwenzetu umetuzidi hasa imani yako ya juu. Jawabu yake akasema ariftu rabbi bi rabbi, mi nimemtambua mola wangu kwa kuwepo kwake mola wangu yupo ndo maana namtambua. walaula rabi ma ariftu rabbi, kama siye mola wangu kuwepo kwake nisingemtambua. Namtambua kwa sababu yupo. Halafu akasema alajuzu ani lidraki idraku, kule kushindwa kwetu kumwona ndo kumuona kwenyewe. Sasa unaona majibu yake pia ya mafumbo, mafumbo hasa. Simuoni, unaambia ndo kumuona, naso simuoni Alajzu ani lidraki idrakun, kushindwa kwetu kumuona Allah ndo kumuona kwenyewe. Inatosha kumuona kuwa yupo, kwa sababu vinavyoelezea kuwa yupo katuwekea. Hakuna chochote katika ulimwengu ila kimeumbwa. Muumbaji ndo yeye tu mmoja. Kwa hiyo unamjua muumbaji kwa kupitia vilivyoumbwa, na vipo kila pahala, mpaka na we mwenyewe pia ni kimoja katika hivyo walbahthu fi dhati llahi ishraku, kufanya bahthi kutaka kujua dhati ya Allah ni ushirikina. Unaingia kubaya, utaulizwa kwani kabla hajaumba mbingu na ardhi alikuwepo kwa miaka mingapi? Unamtengenezea mwanzo, na unaambiwa hana mwanzo hana mwisho. Masala mengine yatatupoteza, tunatakiwa tuamini tu kama tunavyoambiwa, lakini usifanye bahthi kutaka kujua facts ya jambo hili likoje. Haiwezekani. sijui kama nimefahamika. Kwa hiyo ukisema yuko hapa chini tu naye, ina maana juu hayuko, kashuka sasa hivi. Ukisema yuko juu huko ndo kuna ofisi yake, ina maana maeneo hapa hapatikani, na yeye anasema yuko kila pahala na anajua kila kitu, kamiliki kila kitu. Na ukisimama hapa kusali unasema Allahu Akbar Akbaru, mimma mkubwa kuliko nini? huu ulimwengu tu peke yake hauwezi kuingia kwenye akili zetu, ulimwengu wa mbingu hizi na ardhi zote, kwa sababu katika suratu Safati Allah amesema, sijui kwenye aya yake yangapi ya nne, ile ya ngapi, amesema inna zayanna dunia inna zayanna samaa dunia bizinatin ilkawakib, tumeipamba hii mbingu ya dunia yenu, hii mbingu ya kwanza kwa pambo la manyota wa hifdhan min kulli shaytanin marid, na tumeiwekea ulinzi dhidi ya kila shaytani mbaya, shaytani mkorofi. Sasa kusema kaipamba mbingu ya kwanza, maana yake tukikaa hapa nje tukaangalia juu, pamoja na kutumia viona mbali, chochote tutakachokiona kiko chini ya mbingu ya kwanza, kwa sababu mbingu ni ope, huwezi kuona upande wa pili wa mbingu. Se tuko juu ya ardhi ardhi yetu ina na sayari nye zake zinazozunguka jua, inaitwa solar system. Ni kijieneo kidogo sana. Hizi solar system kwenye space ziko kwa mamilioni, mamilioni ya solar systems, ndio yanatengeneza kitu kinaitwa galaxy. Galaxy, ukitoka usiku, usiku wa kiza, hauna mwezi na iwe hakuna mawingu, sky clear, ukiangalia juu, unaona kama kuna mkanda fulani una nyota nyingi nyingi, zimetengeneza kama barabara zimezunguka hivi duara, ile ndo inaitwa galaxy. Ndo yetu siye, ile kama ni jiduara kubwa lenye hizo solar systems, alafu sisi ndo yetu imo humo, bado iko chini ya mbingu ya kwanza. Halafu hizo solar systems hizo galaxies pia ziko kwa mamilioni. Angalia huo ukubwa wenyewe, kwa makadirio haraka haraka ziko Galaxies kwa mamilioni chini ya mbingu ya kwanza, halafu ndo utoke hapo uikute hiyo mbingu yenyewe ya kwanza. Na hatujui kina chake, kutoka huku chini mpaka huko juu ni maili milioni ngapi. Masafa marefu. Ukitaka ukiacha mbingu ya kwanza, kuna open space kama hivi anga, mpaka mamilioni ya maili, ndo unaikuta mbingu ya pili, na hatujui na unene gani. Ukiivuka hiyo kuna nafasi ya wazi baada ya mamalio mamali mengi unakuta ya tatu, ziko saba. Baada ya mbingu saba kuna open space, kuna kitu kinaitwa kursiu. Baada ya kursiu kuna open space, ndo unakuta arshi. Arshi kwa ukubwa wake ni kubwa kuliko hizi mbingu saba zote na ardhi tulionayo sasa. Hilo eneo kwa makadirio yako tu, Allah analimilikije? na yeye anasema ni mkubwa kuliko vyote, yeye ni mkubwa kuliko alivyoviumba. Sasa kumtengenezea location, ukasema yuko mahala fulani mahala fulani hayupo, unakuwa unakosea huko, hatutakiwi kuenda na. Wanaoleta mijadala kwenye mambo hayo, bora uondoke uachie wenyewe, ikutoshe tu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah ndo mkubwa kuliko vyote alivyoviumba. Usifanye utafiti kutaka kuingia kwenye anga ambazo hazikuhusu. Jengine. Naam. Haya uliza. Na? Mm. Lakini badala yake Allah akamfanyia pesa kupata elimu kaelimika, kadiri kwa msimamo. aaanamsimam wale watu ambao kwa umezaa na hakikaawawana hawakurithi. Watoto wa nje ya ndoa hawanasibishwi na nasabu yako wala wao wakichuma mali huwarithi wala wao hawakurithi, Isipokuwa hutakiwi kuwadhuru, madamu wendo sababu ya kuwaleta duniani, wafanyie ihsani. Ihsani utawafanyia ukawalea kwako, we ni sadaka, lakini sharia haikutambui kuwa ni wanao. Kwa hiyo kama ulifanya wakati wa ujahili halafu ukatubu inategemea Allah, pengine anaweza kukubali toba yako, lakini yule hawi mwanao kisheria. Atakuwa ni ndugu yako katika dini, kama na yeye atafuata Uislamu. Haifai pia anatokana na manii yako mwenyewe, hiyo kauli za watu, itakuwa, itakuwa ni njia rahisi ya watu kujitengenezea wachumba wadezo, hiyo <laughs> Naam Sheikh. Hapa ndio swala ya shahada kidogo. Nazungumzia juu ya malipo ya za na maliko. Mm. Kuna kitu inaambiwa kwamba sala makuna watu aataa natuja watu wataingia katika janna bila hisabu. Yaani wataingia kwa pasina hisabu Mm. Hebu i mbaah hawa kuingia kwa pasina hisabu. Je, na watako wako watakaoingia peponi motoni bila hisabu uh, Nala haya anasema kuna watu siku ya Kiyama katika kupimiwa kuna wengine wanaingia peponi bila ya hisabu, na wengine, je wataingia motoni bila ya hisabu? Ehe, wako wanaenda motoni bila ya hisabu. Katika Suratul Qaria Allah amesema fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ashati radhiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya, yule atakayepimiwa mema yake yakawa mazito kwenye mizani huyu ataishi maisha ya kuridhisha, yani anaenda ya peponi. Na yule katika kupimiwa mema yake yakiwa mepesi kwenye mizani, yani maovu ndo mazito, huyu anaenda motoni. Sasa kuambiwa anaenda bila hisabu, maana yake hisabu yake haina complications. Kuna watu wanakwenda wako neat, hana kosa la kumtia hatiani. Sasa huyu ana mema matupu, aidhuru yawe machache, asilimia tano tu, lakini ni mema tu. Hisabu yake huyu nyepesi tu, imemaliza anaenda zake, hisaba ni asira. Na mwingine hana jema hata moja la kufanya angalau lijadiliwe, alifanya alikuwa aliamini hana huyu, ni wa motoni tu, moja kwa moja. Hana complications pale kwenye uwanja wa hisabu, lakini kuna wengine watakuwa na complications nyingi, mpaka hao watu wema. Ma Mtume ametuambia katika watu watakaochelewa kuingia peponi ni Daudi, alayhi salam, maana ana hisabu ya ufalme wake, alitawala watu, ana hisabu ya utume wake, ana hisabu ya utajiri aliyokuwa nayo. Kila senti lazima ulizwe, min aina kitasabta wa, wa fima anfakta sasa yeye atachelewa kidogo, mahesabu yake mengi. Lakini mwingine hana chamali, hana chochote kafanya, kwa mujibu wa imani yake aliyoyafanya yamepigwa thamani, kheri yake ipo tupu hii hata iwe ndogo, lakini hana hesabu ya upande wa pili, anaenda zake tu moja kwa moja wa. na mwingine hana hesabu ya upande wa kulia, dhambi tupu walizonazo, hakuna hatachema cha kujadiliwa kiduchu huyo anaenda zake huku moja kwa moja. Mbona hey, yanakuwa mengi haya? Twende, unaunganisha hapo hapo tela ha, ya, ha, ya mema hmm. yake ni hafifu hmm. na kwa shida anakwenda moto hmm. lakini sasa, je, alifanya mema hmm. au mtu hmm. alifanya mema, atakuwa na, <laughs> na huyo alienda peponi alayo mabaya kidogo. Je, yeah, akakae peponi kidogo halafu akatumike moto, anayo mema. Hazulumu. Hii iko kama biashara vile, unafahamu mambo masala ya biashara. Wewe ya una biashara ya milioni tano, una kiduka kidogo kidogo tu nyumbani hapo, una biashara ya milioni tano, lakini katika kufanya kwako biashara kuna watu umewakopa kopa, unadaiwa milioni kumi na tano. Milioni tano ndo yako, ei, hey, safi lakini unadaiwa milioni kumi na tano. Inakaje hii kibiashara? Manake wewe utakuwa una pesa au huna, na bado unadaiwa hapo, una minus hasa. Na mambo ya thawabu na dhambi yako hivyo hivyo, unaweza kuwa kuna mema umefanya mengi ya muda mrefu, lakini ukaja ukafanya bonge ya dhambi thamani ya dhambi yako ikafuta yale mema yote. Ulifanya mema, lakini ukaja ukafanya bonge ya ovu moja, na hilo ndo likawa hatima yako, ukafia nalo. Thamani ya huu ovu unaolipwa huu, imekula yale mema. Ndo kama hiyo mfano wa biashara ninaokwambia, unadaiwa kingi lakini wewe ulichonacho kidogo, hata ukilipa hicho kidogo, bado deni lipo. Ni kama mfano watu wanaosema kuhusu funga na swala, wengine hukata tu maneno makavu live, kama wanavyosema watu wa mjini, wanasema mtu anajidai kufunga lakini haswali, hunafunga ha, usimwambie hana funga anayofunga, lakini amali zote zinazofanywa na watu huwa zinakaguliwa zinafanyiwa evaluation, thamani yake, kazi yake, mja wangu huyu ni ipi thamani ya hii kazi? Inapigwa thamani. Sasa huenda thamani ya funga yako, umefunga vizuri, masharti yote ya funga umetimiza, lakini ukubwa wa huku kuwacha faradhi ya sala, mzigo wa huku, yani huu ndo ume, umenyanyua mzani vijimema vyako vya hapa haviingii kwenye uzito wa dhambi hii, vyote vimezingatiwa. Lakini ukilipwa thamani ya kuwacha kwako sala na thamani ya funga yako, huenda funga ikawa imezidiwa na dhambi ya kuwacha kusali. Na tumeambiwa, inna awala ma yuhasabu bihi alabdu la yauma alqiyamati min amalihi salatu Amali ya mwanzo kabla ya zote itakazoanza kuhesabiwa kwa kila mtu siku ya Kiyama ni sala yake. fa in wujidat salahat qubilat wasairu amalihi sala, amali. Sala ikikutikana nzuri inakuwa ni kigezo cha kuashiria na amali nyingine ziko nzuri, zinakubaliwa. fa in wujidat fa fasadat, sala ikikutikana mbovu, imeharibika, ruddat wasairu amalihi, amali nyingine zote zinakataliwa. Sasa hiyo si dhulma, ni vigezo ambavyo tumeshapewa kabisa. kafanya amali nyingi tu lakini zimekataliwa kwa sababu hazikuwa na kifungashio. Hivi tukiwekewa pipa pale chini ya mwembe alafu tusukiwe pakacha, pakacha. kila mmoja apewe pakacha tuambiwe tukachote maji kisimani tujaze pipa, litachukua muda gani pipa hilo kujaa kwa maji ya kuja kwenye pakacha hii ya makuti ya mnazi? Eh? <laughs> Sasa kama swala huna swala ndo inayotegemewa ihifadhi hizi amali nyingine. Swala huna, hizi amali nyingine unazofanya hata zikipigwa thamani ni kama yale maji yana thamani, tunayachukua kule, lakini yatamwagika njiani, hayafiki kwenye pipa. Nishawahi kutokezea sehemu moja, hairuhusiwi. Mimi na wenzangu, mimi nikashtuka, nikarudi, wenzangu wakaingia, kumbe kambini mwa jeshi Unguja, lakini hiyo ya zamani ya Abudu Jumbe. Adhabu yao wakawekewa pipa, wakapewa na visoda. Unavijua visoda? vifuniko vya soda, ile chupa soda vile. kuna pup mfereji huko kule, ambia kachoteni maji mujaze pipa, ili mkishalijaza ndo mnatoka. um <laughs> ukiingia kwenye angasizo yanakufika maafa. sasa kafanya amali nyingi, lakini hizi amali lazima ziwe na kifungashio cha kubebea. Kile kifungashio kibovu hakipo, hizi amali zinakaa wapi? Sasa hoja sio hakufanya, kafanya, lakini kafanya alafu kazipoteza mwenye